Na sera mojawapo ni eh, diplomasia ya, ya, ya uchumi. Kwa hiyo hapa tunachokitekeleza kama ubalozi tunatekeleza hiyo sera ya diplomasia ya uchumi, na ndio maana nikaweza kuongea na wakuu wa mikoa mbalimbali, na kwa bahati nzuri mkoa wa Geita umeitikia, namshukuru sana huyo mkoa wa mkoa, lakini na mikoa ambayo imesalia ambayo nimeshafanya mazungumzo nao wangefanya utaratibu tu kwa watafuta hao wakulima waweze kuja na kuendelea na mafunzo haya mazuri kabisa ambayo kwa ujumla tunapata bure. Wapi hapa duniani unaweza ukapata mafunzo bure ya namna hii? Ni kwamba Uganda inatupenda, na kama inatupenda basi tufaidike na huo upendo. Kwa hiyo unapomwezesha mtu mmoja mmoja katika sera hiyo, ina maana unamfanya mwananchi huyo kuchangia katika pato la taifa. Kwa hiyo ni muhimu, na kwa sababu sera ina, ina, inasema hivyo, basi na sisi ndio kama ubalozi tulivyojaribu kuongea na wafugaji na wakulima wa hapa, wakatueleza mambo wanayoyafanya, na baadaye kutoka ofisini tukatuma watu kwanza kujiridhisha kwamba kinachofanyika ni kweli na kweli wamefika hapa. Kwa hiyo ni sera ambayo inanisukuma nifanye hivyo, na ni sera ambayo inatusukuma sisi mabalozi wote, sio hapa tu, kuhakikisha tunaitekeleza. Kwa hiyo wakulima au uh, wafugaji waliofika hapa katika nchi ya Uganda wameshafaidika sana, lakini jambo la msingi na kubwa ni kwamba tunaweza tukakumbuka au tunaweza tukachukua data kama sikosei. Uh, sina data kamili niliyo li nilionayo, lakini naweza nikasema sisi Watanzania tuna ng'ombe wengi sana ambao kama, hawa, kama sikosei hawapungui milioni thelathini. Hapa wana ng'ombe ambayo ni kuanzia milioni kumi na mbili mpaka kumi na tano lakini nadhani katika mashamba yao mliotembelea kwa huyu mzee, mmeona jinsi gani yeye wanyama wake walivyo wanene ukilinganisha na wanyama wetu. Kule mtu anapokwenda kuchunga wamekonda, yani unaweza ukasema hawana uelekeo. Ukimchinja ukitoa ngozi na, na, na, na, na, na pembe na nini, anaweza akabakia kwenye kilo tisini utafikiri uzito wa, wa, wa binadamu lakini hapa ng'ombe anakwenda mpaka kilo mia nne ukimchinja ukitoa nini na nini unaweza ukabakiwa na kilo mia mbili hamsini mpaka karibu mia tatu. Kwa hiyo ni faida, ni kunyanyua uchumi kwa huyo mfugaji. Lakini istoshe mambo ambayo wakulima uh, wafugaji ambao tu, wametoka Tanzania wameyaona, kwanza mojawapo ni kupunguza magonjwa ya wanyama ambayo wameshajifunza jinsi gani watakaporudi kule uh, Tanzania wanaweza wa, waka, waka, wakafanya hivyo hivyo. Ndivyo tunavyodhibiti eh, kupe kwenye mifugo yetu. Our Minister of Agriculture and Animal Industry in Uganda, wizara yetu ya, ya kilimo na mifugo, estimates that 70% inakisia kwamba in asilimia sabini ya ng'ombe wanaokufa nchini Uganda wanauliwa na, na kupe so small, so, so small. Baadhi ya kupe ni wadogo sana, ni wadogo sana mwili wake, mwonekano wake ni gramu tatu.

Wanajenga majosho kwa ajili ya kudhibiti magonjwa ya mifugo. If you are nearby there, please take advantage. Kama upo katika yale maeneo wanakojenga yale majosho, tafadhali sana tumia hayo majosho kudhibiti magonjwa ya mifugo. This is the best mode of healing or controlling diseases. Josho ni miundombinu mizuri sana kwa ajili ya kudhibiti magonjwa ya mifugo. Kwanza kabisa, nijitambulishe mimi binafsi Jina langu naitwa Samweli Mkufu Cherunga, ninatokea mkoa wa Geita wilaya ya Geita halmashauri ya halmashauri ya mji wa Geita. Mimi ni mfugaji kutoka kata ya kata ya Rwenzera halmashauri ya Geita. Kitu kikubwa tulichokiona hapa au tulichojifunza ni kuangalia ni namna gani anafuga ng'ombe ni namna gani anawaandalia lishe, ni namna gani anawaweka katika kuwazuia magonjwa ambukizi ya uh, wadudu ambao wanaambukiza magonjwa, lakini ni namna gani anavyowatibu. Mpaka ametueleza kwa undani kabisa kwamba kwa, kwa kuzuia hiyo ameanzisha kiwanda cha kwake ambacho sasa kinaweza kikatoa madawa kikatibu ng'ombe wake, lakini pia akapata kipato kingine kwa, wa, kwa kuuza kwa wafugaji wengine. Kwa majina naitwa Peter Marwa Gesase na toka Geita. Ah, ndugu mwandishi wa habari, nashukuru kwa swali lako. kama ng'ombe wanavyoonekana hapa, hawa ni ng'ombe aina ya Sahiwal ambao tumewaona kwa muda kama wa mwaka mmoja na nusu, ng'ombe anaweza akawa na kilo mia tatu na point kwa muda wa mwaka mmoja na, na nusu na zaidi. Tukiona wengine pia wako pale wakubwa zaidi, wana kilo mpaka mia saba sasa tunaona ni fursa kwetu sisi kwa, kwa maana kwamba kilo mia saba kwa kilo tu sasa hivi ni kama kilo ni shilingi elfu moja, elfu kumi na mia moja, tunaongelea milioni saba. Tunaona pia maboresho ya namna ya kulisha mifugo wanavyolishwa hapa, tunaona wanavyolishwa na kuchanganya mchanganyiko wa chakula Uh, jinsi gani bora ya kuweza kufanya ili na sisi ufugaji wetu uwe na tija. Sisi binafsi tunafuga kule wafugaji wa, wa, wa, wa, wa Geita, mkoa wa Geita, lakini tumejifunza sana hapa na namna gani bora ya kuweza kufanya ufugaji wenye tija kuliko kuwa na mifugo wengi alafu wanakuwa hawana tija. Na malisho pia tumeona jinsi malisho yanavyokuwa yana, wamepanda mahindi ma, ma, ma kwa ajili ya kulisha mifugo, na ile mahindi yanavunwa baadaye inatengenezwa silage. Ile silage inakuwa na mchanganyiko wa mahindi na baadhi ya majani kwa ajili ya, ya zoezi zima la kuweza kulisha mifugo.